Kama mtu unayetamani kutengeneza utajiri mkubwa na wa kushangaza unapaswa kujifunza kutengeneza pesa kupitia hisa. Asilimia 80 mpaka 90 ya matajiri wote unaowaona Tanzania na duniani wamewekeza katika hisa na wanatengeneza fedha nyingi kupitia soko la hisa. Katika siku ya leo bwana, ninaenda kukufundisha uwekezaji uliotengeneza mabilionea wote duniani. Yaani ninakwambia kabisa, asilimia kubwa na kama sio tisini ya matajiri wote duniani wamewekeza katika soko la hisa. Leo ninaenda kukufundisha uwekezaji ambao unaogopwa na watu wengi, lakini ni uwekezaji uliotengeneza matajiri wakubwa sana. Nitakufundisha uwekezaji katika soko katika soko la hisa. Katika siku ya leo ninaenda kukufundisha nini maana ya hisa. Nitaenda kukufundisha jinsi ya kununua hisa. Nitaenda kukufundisha jinsi ya kuuza hisa zako. Nitakufundisha sehemu gani ununue au uuze hisa zako, lakini pia nitakwambia ni kampuni gani sahihi za kununua hisa zako wewe na wakati gani sahihi pengine wa kuuza hisa zako ili uweze kupata faida. Pia nitakufundisha nini maana ya soko la hisa. Pia nitakufundisha nini maana ya gawio. Nitakufundisha eh, nitakufundisha changamoto pia za kuwekeza katika soko la hisa Tanzania. Mimi ninaitwa Victor Mwambene ni mwirimishaji wa masuala ya fedha niliyoidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani certified financial educator. lakini pia ni mwandishi wa vitabu vinne ikiwemo Akili Ya Fedha pamoja na hiki cha Kanuni Ishirini Za Fedha ambako somo la leo pia nimetoa katika kitabu hiki cha Kanuni Ishirini Za Fedha, bwana. Karibu sana, bwana. Kama ndio kwa mara kwanza upo katika YouTube channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tuna pokuwekea somo jipya. So kama nilivyokwambia bwana, katika siku ya leo ninaenda kukufundisha uwekezaji uliotengeneza mabilionia wengi hapa Tanzania na duniani kwa ujumla. Leo ninaenda kukufundisha uwekezaji katika hisa. Katika siku za nyuma hapo, nimeshawahi kutoa somo la aina tano za uwekezaji bora Tanzania. Nilielezea kuhusiana na uwekezaji kwenye hisa, nikaeleza kuhusiana na uwekezaji wa pamoja, nikaeleza kuhusiana na uwekezaji wa pamoja mini kama UTT au Faida Fund, nikaeleza pia uwekezaji katika hati fungani, government bond, nikaeleza pia uwekezaji katika E, mali au real estate investment sasa katika siku ya leo tunaenda kujifunza kwa kirefu au kwa kina uwekezaji katika hisa au soko la hisa. Moja kwa moja, tuanze na nini maana ya hisa. Bila shaka umewahi kusikia mara nyingi, tunasikiaga hisa, hisa ila uelewagi hisa maana yake nini? So hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Unapokuwa na hisa katika kampuni fulani, ina maana na wewe unakuwa ni mmiliki, mmoja wa miliki katika kampuni hiyo. Tanzania kuna makampuni mengi, kuna private company na public company. Private company au kampuni binafsi ni zile kampuni ambazo zinamilikiwa tu na watu binafsi. Lakini public company au kampuni ya umma ni zile kampuni ambazo zinauzwa katika soko la hisa na kila mtu anaruhusiwa kuzimiliki. Mfano wa public company ziko nyingi kama NMB, CRDB, Vodacom, TCC, TBL na nyinginezo hizo ni mfano wa public company. Mfano wa pri private company kama METL kama ile ya Mohamed Dewiji na nyinginezo nyingi unazoziona mtaani, hizo zote ni private company. Makampuni makubwa unayaona na unayosikia sana kwenye mativi, yapo private na yapo ya public company. So leo nataka nikufundishe uwekezaji kwenye hisa ambao hizi ni kampuni za umma, kwa maana ya kwamba kila mtu anaruhusiwa kuzimiliki. So unapoona kampuni kubwa kama NMB, CRDB, TCC, TBL inauza bia, hizi kampuni bwana kubwa hazimilikiwi na mtu mmoja, kuna wamiliki wengi, na habari njema ni kwamba hata na wewe unaweza ukawa ni mmoja wa wamiliki kwa kununua hisa zake. Ukinunua hisa unakuwa na wewe ni mmoja wa wamiliki. Kwa hiyo hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Mtu unapomiliki hisa unamiliki kampuni hiyo, na kwa kadri unavyomiliki hisa nyingi unakuwa na nguvu ya maamuzi katika hiyo kampuni. Sisi tumeelewana mpaka hapo eh? Habari njema ni kwamba unaweza ukanunua hisa hata ukiwa na laki moja, unaweza ukanunua hisa hata ukiwa na milioni moja. Kwa hiyo uwekezaji kwenye hisa ni kwa ajili ya wa watu wa kipato cha chini, cha kati na cha juu, si kwa ajili ya mabilionea peke yake, si kwa ajili ya matajiri peke yake kama watu wengi wanavyofikiri. Wanafikiri kwamba ili uwe mwekezaji kwenye hisa unahitaji kuwa na mamilioni ya pesa. Wasichokijua ni kwamba kwa sheria zilizopo unaweza ukanunua hisa kwa angalau kuwa na hisa kumi. Yani, ukiwa na hisa kumi tu, unaanza kuwa mwekezaji kwenye hisa, unaweza ukamiliki hisa. Sasa kuna makampuni kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, hisa moja ni shilingi mia sita. Kuna makampuni kama CRDB hisa moja ni mia, mia saba na kampuni kama NMB hisa moja ni 600, kuna makampuni hisa moja ni elfu kumi. Sasa kama kampuni hisa moja ni elfu kumi na unahitaji hisa kumi ili kumiliki hisa, ina maana ni laki moja tu unaruhusiwa unaanza kumiliki. Na kampuni zenye hisa zenye gharama zaidi ni hisa moja elfu kumi, elfu kumi. Na kampuni, zipo kampuni ambazo hisa moja ni 600, 700. So, kama hii kampuni hisa moja 700 unahitaji hisa kumi tu kuanza kuimiliki hiyo kampuni, ni shilingi ngapi? Ni elfu saba. Kwa hiyo kuwekeza kwenye hisa jamani, unahitaji kuna mamilioni ya pesa hiyo ni jambo ambalo unapaswa kulielewa. So, moja kwa moja ni yenye kwenye imani potofu kuhusiana na uwekezaji kwenye hisa. Wapo watu wanaamini uwekezaji kwenye hisa ni kwa ajili ya matajiri tu, kitu ambacho sio kweli kama nilivyokuambia hapa. Hauhitaji mamilioni ya pesa. Unaweza kuanza kuwekeza kwenye hisa kwa kuwa na hela ndogo tu, laki moja, milioni moja, la milioni tano, milioni kumi, unaanza kuwa mwekezaji. Kuna imani nyingine pia uwekezaji kwenye hisa ni kwa ajili ya E, eh, wataalamu tu waliosomea mambo ya fedha eh, wasomi tu. Hapana, unachohitaji kama wewe hauna elimu ya masuala ya fedha, tafuta wenye elimu wa kushauri ni kampuni gani ya kuwekeza. Kuna kampuni zinafanya vizuri sokoni zaidi ya miaka kumi, zina generate profit na zinatoa gawio. Si tunaelewana mpaka hapo eh? Hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulewe. Uwekezaji si kwa ajili ya wasomi tu wenye elimu ya fedha, uwekezaji si kwa ajili ya matajiri. Hata watu wenye kipato cha chini unaweza ukaanza kuwekeza. Kama nilivyokuambia kwa sasa, hisa moja ya CRDB ni mia saba. Unahitaji hisa kumi tu kuanza kuwekeza kwenye CRDB, unamaanisha elfu saba tu. Unaweza kuwekeza elfu kumi, laki moja, unaweza ukaanza kuwekeza kwenye makampuni mengine. Sisi tumeelewana mpaka hapo. So, moja kwa moja sasa, faida gani ya kuwekeza kwenye hisa? Uwekezaji kwenye hisa una faida gani ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji. Faida ya kwanza kubwa ya kuwekeza katika hisa ni kukua kwa mtaji wako au ongezeko la, la, la, la, la, la mtaji au tunasema capital gain, au capital appreciation. Hiyo ndo faida ya kwanza kubwa ya kuwekeza katika hisa yani kukua kwa mtaji wako au kukua kwa thamani ya hisa zako. Kwa mfano unaweza ukanunua hisa leo ya CRDB, tuchukulie mfano, unaweza ukanunua leo hisa moja ya CRDB shilingi mia saba lakini baada ya miaka mitano ikawa elfu saba kutoka mia saba mpaka elfu saba Unaweza ukanunua hisa ya kampuni e, fulani shilingi mia moja baada ya miaka mitano ikawa elfu moja Ina maana kama uliwekeza bilioni moja ndani ya miaka mitano na bilioni kumi kama uliwekeza milioni mia ndani ya miaka mitano na bilioni moja sio? Umeelewa hapo? Kwa hiyo faida ya kwanza ya hisa ya kuwekeza kwenye hisa ni kupanda kwa thamani ya hisa yani, hisa ulinua kwa bei ndogo, lakini imekuwa bei kubwa, kwa hiyo ukiuza pale unapata faida, yani ulinunua hisa elfu moja, sasa hisa ni elfu tano. Ina maana kama uliwekeza milioni moja una milioni tano, kama uliwekeza bilioni moja una bilioni tano. Kuna watu wanawekeza milioni mia wana milioni mia tano, sio? Tumeelewa? Hiyo ni faida ya kwanza, yani kukua kwa bei ya hisa au kuongezeka kwa thamani ya hisa, tunasema capital appreciation au capital gain. Umepata hapo, mtaji umeongezeka, wewe uliwekeza milioni moja una milioni tano, kwa sababu thamani ya hisa imepanda. Hiyo ndio faida ya kwanza kufanya nini, ya kuwekeza katika hisa, na ndo kubwa zaidi. Faida ya pili ya kuwekeza kwenye soko la hisa au kwenye hisa ni kupata gawio au dividend. Dividends, gawio. Ni nini gawio? ni sehemu ya faida. Yaani kampuni inapopata faida inaamua kutoa sehemu yake ya faida kuwagawia wawekezaji wake. Hiyo ndo maana gawio, gawio ni sehemu ya faida, unagawiwa sehemu ya faida. Kwa kila kampuni na sera yake ya gawio, ndo maana kabla hujawekeza katika kampuni fulani, ni muhimu pia ukajua sera ya gawio, kwa sababu pamoja na kwamba gawio ni faida kubwa ambayo unaipata kwenye hisa, lakini si kampuni hazijalazimishwa kutoa gawio kwao, kuna makampuni hayatoi gawio. Kwa wewe wekeza kwenye kampuni ambayo imekuwa na utaratibu mzuri wa kupata gawio, kwa sababu kuna maana gani ya kuwekeza sana kwenye kwenye hisa, kwenye kampuni ambayo haitoi gawio? Kwa sababu lazima upa, hisa zako zipande thamani lakini upate gawio. Gawio maana yake nini? Kama nilivyokuambia, kampuni ikipata faida inaamua kwamba mm, mwaka huu tumepata faida bilioni mia. Katika hii bilioni mia, bilioni 30 bilioni tunawapa wawekezaji wetu. Hiyo ni fedha ya nyongeza unapewa, ukiachia hisa zako zinaendelea kupanda vile vile, si tumeona baga hapo. Hiyo ndo maana ya gawio. Yaani, nikupe namna rahisi ya kuelewa gawio, iko hivi. Kwa mfano mimi nina biashara yangu nikakwambia wewe uwekeze kwangu, ukiwekeza kwangu, nikipata ile faida, tunapogawana ile faida ndo gawio. Ndivyo ilivyo hata kwenye public company, sio? Tumeelewana mpaka hapo? So gawio ndio iko hivi wapendwa, lakini jambo la kuelewa ni kwamba si kila kampuni inatoa gawio kwenye soko la hisa, na kuna kampuni, kuna muda zinatoa gawio, kuna muda zitoi, lakini kuna kampuni zimekuwa na utaratibu mzuri wa muda mrefu wa kutoa gawio, hazijai kufeli katika kutoa gawio na zinatoa gawio kubwa sana. Sisi tumeona mpaka kampuni kama kampuni zote zinazofanya vizuri zinatoa gawio, hasa zile zinazokuwa ni market leader kwenye industry sector. Kwa mfano kwenye banking sector, NMB CRDB wanatoa gawio zuri tu, kwa sababu wao ndio market leader sokoni kwenye banking sector. Lakini vivyo hivyo kwenye sekta zingine, kampuni yoyote inayofanya vizuri zaidi inayopata profit watu wanaponyang'ania sana kununua hisa zake basi inakuwa inapata inatoa gawio. Lakini hiyo ni faida ya pili sasa ya kuwekeza kwenye soko la hisa unapata gawio. Sio tumeelewa namba hapo. Faida ya tatu ya kuwekeza katika soko la hisa ni njia ya kuweka akiba. Sio muda wote unatakiwa uweke akiba benki, sio muda wote unatakiwa uweke akiba kwenye vikoba, wakati mwingine au uweke akiba ndani. Kuna muda unaweka akiba kwa kununua hisa zako umepata milioni kumi, unaweza kuamua kila mwezi mimi nitanunua hisa za milioni moja moja za benki fulani za kampuni fulani kila mwezi mitanua hisa za milioni moja moja. Hiyo ni njia moja wapo ya kuweka akiba, tena akiba ambayo inaongezeka. Tofauti na ukiweka akiba benki haiongezeki na kuna makato. Ukiweka akiba ndani ya nyumba yako, pesa ina, inakuwa inapungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda. Make sure unaweka akiba sehemu ambako ina potential ya kukupa return. Sisi tumeliona mpaka hapo. Hiyo ni faida ya tatu ya kuwekeza katika soko la hisa au kwenye hisa. Faida nne ya kuwekeza katika hisa ni unakuwa ni mmiliki wa kampuni. Hivi unajisikiaje na wewe ukiwa ni mmoja wa, wamiliki wa NMB unajisikiaje na wewe kuwa mmoja wa wamiliki wa CRDB wa benki kubwa Tanzania, au NMB benki inaopata faida kubwa Tanzania? Unajisikiaje ukiwa ni mmoja wa wamiliki wa kampuni kubwa e, eh, pengine kama ya TCC au TBL? Sisi tunaelewana. Kwa hiyo faida nyingine ya kuwekeza kwenye hisa, una feel ile ownership ya kampuni fulani. Unaambia bwana, unaiona NMB, kampuni yangu ina mimi bwana. Kwa sababu na wewe ukiwa na hisa, sio unakuwa na wewe ni mmiliki wa kampuni hiyo. Ishu tu ni kwamba utakuwa na nguvu ya maamuzi kwa sababu hisa zako ni ndogo. Kwa kadri unavyozidi kununua hisa nyingi, zikiwa hisa nyingi, na maana unakuwa na nguvu hata ya kuajiri na kufukuza. Unakuwa na nguvu hata ya maamuzi kutengeneza sheria na sera mbalimbali za hiyo kampuni. Sio tumeona mpaka hapo eh? So hizo ni faida kubwa nne nimekupa za kuwekeza katika soko la hisa. Of course faida ziko nyingi lakini kwa leo tuishie hapo. Sasa tuje kwenye jinsi ya kununua hisa. So hisa wapenda, zina, wapendwa zinauzwa sokoni. Kama ambavyo kuna soko la nyanya, kuna soko la kompyuta, kuna soko la nguo. Ukienda Kariakoo pale, kuna soko la nguo, yani ukienda unakabiswa, mtauna huu ni maarufu kwa kuuza nguo, mtauna huu ni maarufu kwa kuuza electronics, mtauna huu ni maarufu kwa kuuza mboga mboga, yani vyakula, si ndio? Vivyo hivyo hisa pia inauzwa sokoni, na soko linalohusika linalowajibika kuuza hisa linaitwa soko la hisa la salamdu, Dar es Salaam ndio linaitwa Dar es Salaam Stock Exchange, kwa kifupi huwa tunalitaga DSE. Kwa unajua, ushaikusikiaga hiyo kwa pale DSE, kazi ya DSE au soko la hisa la Dar es Salaam ni kumkutanisha anayetaka kununua hisa na anayetaka kuuza hisa. Alafu katikati yao wanaunganishwa na mtu anayeitwa dalali wa soko la hisa. Naelezea kwa lugha nyepesi sana ili hisa ili uweze kuelewa maana uwe zinawachanganyaga watu. Yaani hisa zinauzwa sokoni kwenye soko linaloitwa soko la hisa la Dar es Salaam. Na katikati yao mnunuaji na muuzaji wanakutanishwa na mtu anaitwa dalali wa soko la hisa, dalali stock broker ambao hawa madalali kazi yake ni kuangalia nani anataka kuuza hisa na nani anataka kuuza hisa, anawaunganisha naweza kufanya transaction zile, si ndio? Eh, na kitu kingine cha muhimu cha kuelewa, madalali hawa ni wataalam. Usifikiri kama madalali wale unaowajua wa wewe madalali wa nyumba wa viwanja, madalali unakuta tu ni dalali, dalali amekaa kiuniuni. Hawa ni madalali wa tam, wataalam, wamethibitishwa na serikali, wamethibitishwa na mamlaka za serikali, kwa ni madalali ambao ni wataalam, na pia wana wajibu wa kukushauri, wanatoa ushauri bure kabisa kwa watu wanaotaka kuwekeza. Na ni wako wachache nadhani kama wako kama ishirini na kwa Tanzania, na wanapatikana Dar es Salaam na baadhi. Na hii ninapozungumzia dalali sio mtu mmoja, ni makampuni ya kidalali, kazi yao ni kuwaunganisha mtu anayetaka kununua hisa na anayetaka kuuza hisa, si tumeona mpaka hapo? Kwahiyo madalali ndo kazi yao hiyo. Kwahiyo jinsi ya kununua hisa ni kwamba unapotaka kununua hisa, tafuta dalali, kampuni ziko nyingi Tanzania za madalali. kuna Obit Security, kuna Zan Security na zingine nyingi. Hizo nimetaja tu kwa mfano, zipo nyingi. Unaweza ukaingia kwenye website ya, ya soko la hisa la, Dar es Salaam, DSE, Dar es Salaam Stock Exchange ukapata orodha ya madalali pale wako wengi kweli, kweli. Kwa hiyo, unapotaka kununua hisa, kwanza mtafute dalali, tafuta kampuni ya kidalali. Unamueleza dalali kwamba bwana, mimi nataka kununua hisa. Hisa kampuni gani, akakusikiliza akakuelewa. Kwa hiyo hivyo ni muhimu pia. Kwa hiyo ukishampata mpata dalali, utasa, utafungua akaunti ya uwekezaji inaitwa CDS account, Central Depository Depository System account. Ukishaifungua hiyo akaunti ya CDS, e, taratibu zingine zinafuata za kununua hisa. Dalali atatoa ataangalia pale nane anayetaka anayeuza hisa za hiyo kampuni unayotaka kununua uta, uta, utaweza kununua hizo hisa na jambo la muhimu la kuelewa hapa, kuna kampuni nyingi unazoweza kununua hisa zake, lakini kampuni sahihi ya kuwekeza wewe ni ile kampuni ambayo inafanya vizuri sokoni na inaotoa gawio, ndio nakushauri wekeza kwenye kampuni hiyo. Lakini pia kama unajijua wewe ni mtu wa maadili, kuna kampuni hutaki kuwekeza kampuni, labda zile za vilevi kwa mfano kama we unajua hunywi pombe labda unasali, dini yako au maadili yako hayakuruhusu kunywa pombe, hayakuruhusu kuvuta sigara, na unawaona wanaovuta sigara kunywa pombe kama wanakosea, usinunue hisa. Ukinunua hisa za kampuni kama hizi zinazouza pombe, ukinunua hisa za kampuni zinazouza pombe au zinazomiliki sigara, ina maana na we unakuwa ni miliki wa hiyo kampuni, kwa hiyo huna tofauti na mtu anayeuza mwenye baa si ndio, eh? Kwa hiyo nimekupa hiyo angalizo, ili uelewe ujue, kwa sababu kazi yangu kubwa ni kukuelimisha, kuelimisha na si kusema vibaya kampuni fulani, kwa sababu lengo uweze kuelewa atrisi, ujue kwa sababu ukimiliki hisa za kampuni fulani, na wewe ni mmiliki kabisa halali wa, wa hiyo kampuni. Si tunaelewana mpaka hapo eh? Yes. so hiyo ndo namna ya kununua hisa kubwa zaidi. Mtafute dalali, kumtafuta dalali mweleze lengo lako la kutaka kununua hisa, mwambie unataka kununua hisa kwenye kampuni gani. Nunua hisa kwenye kampuni ambazo ni market leader kwenye industry sector. Kwa mfano kwenye banking, market leader ni NMB, ndo ana wateja wengi, kwa kama ana wateja wengi, ina maana ana faida kubwa. Na CRDB pia inafanya vizuri, unaweza kununua hisa zake. Sasa angalizo, sijakwambia nenda ukanunue hisa za NMB, sijakwambia nenda ukanunue hisa za CRDB kwa sababu wakati natengeneza video hii inawezekana hizi kampuni zinafanya vizuri, na ni kweli kwa wakati huu zinafanya vizuri lakini sijajua wewe unaitazama hii video mwaka gani. Inawezekana unaitazama hii video mwaka elfu mbili na mia moja inawezekana unaitazama hii video mwaka elfu mbili na thelathini kwa hiyo sijajua kama wakati huu unaitazama hii video hizi kampuni zinafanya vizuri. Na ndio maana ni wakati, kabla hujanunua hisa, fuatilia chunguza tafuta, wataalamu wanaofuatilia ya mambo, waulize, nataka kununua kampuni fulani, ni nzuri au nishauri ni kampuni gani ni, niwekeze. Nimetoa hiyo angalizo ili usije ukaenda kununua hisa za kampuni fulani, kwa sababu tu nimeitaja hapa, ukaenda kupata hasara. Hapana. Kampuni yote ninayotaja hapa, ninaitaja kwa lengo la kutoa elimu na kutoa ufafanuzi. Sina maana ya moja kwa moja, kwamba nenda ukanunue hisa. Lakini kampuni zinazofanya vizuri kwa sasa, sokoni, ni kampuni ambazo mara nyingi zinakuwa ni zile market leader kwenye industries fulani, kwa mfano kama ni kampuni ya vinywaji kampuni kama ndo inawateja wengi, ina maana inapata faida nzuri, na wewe nenda kawekeze kwenye, kwenye mabenki. Benki ambayo ina wateja wengi ni NMB na CRDB kwa kwa sasa, ina maana hizo ni nzuri kuwekeza kwa sasa hivi. Kwa baadaye huko sijajua kama zitaendelea kufanya vizuri au la. Kwa hiyo nimejaribu kutoa hilo angalizo na kukupa mwongozo wa direct ili usipate sana taabu, lakini unapoenda kununua hisa make sure na washirikishe wataalamu wakwambie ni kampuni gani. Yaani usiende tu pale moja kwa moja na nataka ninunue hisa za kampuni fulani wakati ujapata utaalamu uta, ujapata ushauri wa moja kwa moja kutoka kwa wataalamu ambao wako kila siku kwenye aina hizo za uwekezaji. So, jinsi ya kuuza hisa, nimeshakueleza jinsi ya kununua hisa. jinsi ya kuuza hisa inafanana tu na jinsi ya kuuza, kununua. Mtafute dalali, mweleze lengo lako la kutaka, mwambie dalali wako, bwana, nataka niuze ni hisa zangu. Ukishamwambia dalali, nataka kuuza hisa zako, yeye ataweka oda na kuona ni nani ambaye anataka kununua hisa zako. Akishapatikana mtu anayetaka kununua, na of course wanapatikana, kama kampuni unayotaka kuuza hisa zake nafanya vizuri, wanapatikana. Ila kama kampuni unayotaka kuuza hisa haifanyi vizuri, unaweza ukasumbuka kidogo kwenye kuuza hisa. Na hiyo ndio tofauti wa kuwekeza kwenye hisa na kuwekeza kwenye wekezaji wa pamoja kama UTT. Kwenye UTT hela yako kwenye kwenye, ukitaka ukitaka hela hela yako yako haraka unaipata hisa, hisa anatakiwa tafute mtu anayetaka kununua hiyo hisa ndo aweze kupata hela yako. Lakini kama kampuni inafanya inafanya vizuri wanaotaka kununua hisa wako wengi. Lakini kampu kampuni inafanya vibaya na kila mtu anataka kuuza hisa zake, eh, changamoto yake hautapata hela yako kirahisi. Hiyo ni mifano tu. So jinsi ya kuuza hisa ndio hivyo. Sasa swali ni je, wakati upi ni sahihi wa kuuza hisa zako? Uza hisa zako kama una shida na hela, una shida sana na hela alafu una hisa, unaweza kuuza. Huo ni wakati sahihi wa kuuza hisa. Wakati sahihi pia wa kuuza hisa ni ule wakati ambao unaona hisa hisa ulinua 500. Sasa imekuwa 1500, 1500. Ngoja niuze tu nipate faida. Huo nao unaweza kuwa ni wakati mzuri wa kuuza hisa zako, lakini jambo lingine la kuelewa kuhusiana na hisa ni kuwa... zake. I mean uwekezaji wa hisa kuna changamoto zake. Hichi ndio kipengele kingine ambacho nitaka nikizungumzie katika siku ya leo. Changamoto kubwa ya kuwekeza katika hisa ni kushuka kwa thamani ya hisa au bei ya hisa. Unaweza kununua, ukanunua hisa moja leo elfu moja, baada ya miaka mitatu Kampuni kama itafanya vibaya isa inaweza ikashuka kwenye elfu moja mpaka ikawa mia mbili Kwa kama uliwekeza milioni mia inashuka kutoka milioni mia mpaka milioni ishirini Kama uliwekeza bilioni moja inashuka kutoka bilioni moja mpaka bilioni mia mbili Si umeelewa hapo? Hiyo ni changamoto nyingine ya kuwekeza katika isa. Kwenye isa bwana, kuna riski tofauti na uwekezaji kwenye hati fungani hauna riski. Uwekezaji wa pamoja riski yake ni ndogo sana, lakini kwenye hisa, wapendwa, kuna riski. Kampuni inaweza kanafanya leo vizuri, baada ya miaka miwili mitatu ikafanya vibaya, hisa zake zikashuka. Hisa ilikuwa elfu kumi sasa imekuwa elfu mbili. Uliwekeza bilioni, una milioni mia mbili. Uliwekeza milioni moja, una laki mbili. Si umeelewa hapo huo mfano eh? Changamoto kubwa hisa ni kushuka kwa thamani ya hisa au kushuka kwa bei ya hisa, yani wewe ulinunua kwa bei kubwa, lakini imeshuka. Lakini lakini elewa kuwa kwenye hisa haupati hasara mpaka tu uuze. Kwa kama kampuni ulinunua hisa moja shilingi 1000 imeshuka imekuwa hisa mia mbili hujapata hasara. Utapata hasara tu kama utauza, kwa sababu kampuni yoyote inayoshuka kuna siku itapanda. Zipo kampuni zili, zilianza vile, kwa chini mia mbili ikashuka ikapanda ikazidi mpaka zilivyo zinapanda. Kwa hiyo kwenye hisa tunasema haupa kama haujauza hisa zako haujapata. Saa ukiona ulinunua hisa kwa bei kubwa imeshuka, usiuze, kuwa mvumilivu. Kwa sababu sifa kubwa watu wanaofanikiwa kwenye uwekezaji wa hisa kama Warren Buffett, ambaye ndio ni tajiri wa sita kwa sasa duniani na ndio mtu aliyefanikiwa zaidi kwenye uwekezaji wa hisa, sifa yake kubwa ni uvumilivu. Yani kampuni anaweza kawekeza kwenye kampuni miaka zaidi ya 30, hajatoa hisa zake, anaendelea kuweka tu hela, ndio maana baadaye wanakuja kuwa mabilionea wakubwa na mabilionea wa mabilionea wa ni wote nimekwambia, wote wamewekeza kwenye hisa Na wanatengeneza mabilioni ya pesa kupitia hisa. Sio? tumeelewana mpaka hapo, eh? So changamoto ya pili ya, ya hisa ni kukosa gawio. Kama nilivyokwambia kwenye gawio sio la lazima, yani unaweza kuwekeza kwenye kampuni na istoe gawio kabisa. Na ndio maana ni muhimu unapotaka kuwekeza, angalia sera ya gawio la kampuni husika, yani utoaji wa gawio ukoje? Gawio ni asilimia ngapi ya faida ya mwaka? Utapata asilimia ngapi, si ndio? eh kwa hiyo gawio litakusaidia kujua hili kampuni nzuri, na uangalie kabisa hii kampuni ina utaratibu wa muda mrefu na mzuri wa kutoa gawio, kama ina haitoa. Hiyo ni bora kuwekeza kwenye kampuni ambazo zinatoa gawio ili upate faida mbili, faida ya kukua kwa bei ya hisa na faida ya kupata gawio, kwa kuna makampuni yanatoa gawio na watu wamewekeza kwa miaka mingi hawajapata gawio lolote, wakati kuna mtu amewekeza kila mwezi anapata gawio la milioni mia, kwa mwaka anapata gawio la milioni moja, mwingine gawio la milioni mia tano kwa mwaka, kutegemeana na amewekeza kiasi gani, kwa sababu gawio linatolewa kwa kila hisa moja hilo ni jambo lingine la kulielewa. Changamoto nyingine ya hisa ni hiyo. Changamoto nyingine ni kupoteza kabisa mtaji, kama kampuni itakufa na itafilisika kabisa, na wewe utapoteza pesa zako zote. Uliwekeza milioni mia kwenye hisa, inapotea na hurudishiwi. Kama uliwekeza milioni kumi, inapotea yote, sio? Tumeelewana eh? Kwa sababu kampuni ikifilisika wanaanza kulipa watu wenye madeni, madeni mengine yanalipwa wote, nyinyi wana hisa mnakuwa mwisho na mnaweza msilipwe, kwa sababu nyinyi si ndio wamiliki. Hiyo ndo changamoto kubwa, hisa unaweza ukapoteza mtaji wako wote. Lakini usiogope kuwekeza, usiogope kupoteza mtaji kwa, kwa sababu kwenye uchumi tunasema the higher the risk, the higher the reward. Sehemu yoyote ambako kuna hatari ya uwekezaji, hatari ikiwa kubwa faida inakuwa kubwa, hatari ikiwa ndogo faida inakuwa ndogo, hatari ikiwa wastani faida inakuwa wastani, ndio hiyo ndo maana kwenye ndo hiyo ndo hiyo, kwa hiyo tunasema usiogope hatari kwenye uwekezaji kwenye hisa, kwa sababu the higher the risk, the higher the rewards, the higher the profit. Sio tumeona hapo, eh? Changamoto nyingine ya kuwekeza katika hisa: hisa zinahitaji utaalamu na umakini kabla ya kuwekeza. Hii ni tofauti na uwekezaji kwenye atifungani, hii ni tofauti na uwekezaji kwenye atifungani yani government bond, hii ni tofauti na uwekezaji kwenye UTT, kwa sababu kwenye UTT au uwekezaji wa pamoja specifically, ukitaka kuwekeza, kuna wataalamu tayari wanawekeza kwa niaba yako, wewe unagaiwa faida tu e, eh, I mean, unapata riba yako. Lakini kwenye hisa hamna wataalamu wanawekeza kwa niaba yako, unaenda kuwekeza wewe kwao inahitaji utaalamu, inahitaji elimu, inahitaji maarifa. Ndio maana hautaki kukurupuka kuwekeza kwenye hisa, ila uwekezaji wa tifungano unaweza kukurupuka kwa, kwa sababu hamna hasara. Uwekezaji wa pamoja kama UTT Faida Fund na aina nyingine Timiza Fund, kwenye uwe, uwekezaji wa pamoja unaweza kukurupuka kwa, kwa sababu kuna watu ambao ni wataalamu wanaitwa fund manager, ambao wewe unawapa hela, wao wanaenda kuiwekeza sasa hizo sehemu mbalimbali. Wanawekeza kwenye ma, ma mali mbalimbali, wanawekeza kwenye government bond, wanawekeza kwenye hizo stock. Wakishawekeza huko, sasa faida inapata inaopata wanakugawia na wewe, kwa wao ni wataalamu, hawapatagi hasara, kwa sababu wana elimu wana akili, wanafuatilia hiyo makampuni. Sasa kwenye hisa inataka ukiwekeza uendelee kufuatilia fuatilia. Kwenye hisa inataka ukiwekeza uwekeze kwa umakini, kama usio mtaalamu, tafuta wataalamu wa kushauri. Lakini kwa kusema haya, nisikutishe sana, usiogope kuwekeza kwenye hisa kwa sababu kaisi wewe sio mtaalamu, hapana, kwa sababu habari njema ni kwamba kabla hujawekeza kwenye hisa, watafuta wataalamu wa kushauri au unaweza ukashauriwa na wale wale madalali wa hisa. Lakini habari njema pia nyingine ni kwamba kwenye hisa kuna makampuni ambayo kwa miaka mingi yanafanya vizuri na hayana dalili ya kuja kupata hasara, kwa sababu tayari ameshakuwa ni ni market leader kwenye kwenye sekta zao. Kwa makampuni kama haya ukiwekeza ni ngumu sana kupata hasara. Hayo ni mambo ambayo nitaka nikufundisha. Jambo la mwisho na la muhimu zaidi, nataka nizungumzie kuhusiana na soko la hisa ni nini na CMSA ni nini? Soko la hisa kama nilivyokuambia ni taasisi ambayo inahusika kwa kukutanisha wanaotaka kununua hisa na wanaotaka kuuza hisa, lakini katikati yao wanaunganishwa na dalali. Hiyo ndio maana DSE, Dar es Salaam Stock Exchange, na hilo ni soko la hisa liko Tanzania tu. Kwa Tanzania tuna soko la hisa moja kwa sasa, lakini Kenya pia nao wana wana soko lao la hisa. Ukienda Marekani, Marekani kwa sababu taifa lenye uchumi mkubwa, yana masoko ya hisa mengi, kuna New York Stock Exchange na mengine mengine mengi. Kwa hiyo unaweza ukawekeza Kwenye soko la hisa la ndani au unaweza kuwekeza kwenye soko la hisa la nje na ukatekeleza utajiri mkubwa. Kwa hiyo leo, nimekufundisha nini maana ya hisa, nimekufundisha jinsi ya kununua na kuuza hisa, nimekufundisha pia changamoto za hisa, nimekueleza pia faida za hisa. Na mimi ni somo zuri na kama umelipenda unaweza ukajifunza zaidi kupitia kitabu changu cha Kanuni ishirini za Fedha ambapo humu nimeeleza si tu uwekezaji kwenye hisa, nimeeleza pia uwekezaji katika hati fungani, nimeeleza pia uwekezaji wa pamoja kama vile UTT, Timiza Fund, Faida Fund, hizo ni aina za uwekezaji wa pamoja. Nimeeleza pia uwekezaji kwenye mali real estate investment, nyumba, viwanja. Nimeeleza pia uwekezaji kwenye benki fixed e, account na mengine mengi. kwa kitabu hiki ni elfu ishirini, kinaitwa Kanuni ishirini za Fedha. Kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Lakini muhimu zaidi, kama utataka kuwekeza katika hisa, kama nilivyokwambia, usikurupuke, mtafute dalali wa soko la hisa. Unataka kujua ni dalali gani sahihi? Madalali karibu wote ni sahihi, kwa sababu wamethibitishwa na mamlaka ya CMSA, Capital Market and Securities Authority. Hii ni taasisi ambayo kazi yake ni kuongoza masoko ya mitaji na fedha ili yaende vile yanavyotakiwa. Kwa hiyo hawa madalali wamethibitishwa tayari. Madalali unawapateje? Ukienda kwenye website ya soko la hisa la Dar es Salaam, unaweza ukawapata, au unaweza ukawasiliana na mimi tuweze kuona tunakusaidiaje kuwekeza katika soko la hisa la Tanzania. Ndani ya soko la hisa, la hisa la Dar es Salaam au DSE, kuna makampuni mengi, unaweza ukanunua kampuni yoyote tu ile eh, kwa kupewa utaalam na ushauri kutoka kwa wataalam zaidi. Unaweza ukajifunza mambo mengi kuhusu fedha, biashara na uwekezaji kupitia vitabu vyangu kama hiki, kinaitwa Akili ya Fedha, kinaeleza misingi kitabu hiki cha Akili ya Fedha ni kitabu changu kipya kinaeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Ni kitabu kizuri sana kama unatamani kufanikiwa na kujenga utajiri, kimeeleza humo mambo mbalimbali. Hiki ni elfu thelathini lakini kwa sasa utakipata kwa offer elfu ishirini na tano Nina kitabu kingine kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Hiki sasa ni mambo ya biashara mbinu za kupata wazo bora la biashara, jinsi ya kupata mtaji wako, kuna mbinu kumi za kupata mtaji fedha wa kuanzisha biashara. Nimeeleza pia masuala mazima, jinsi ya kupata wateja wengi, jinsi ya kuongeza faida katika biashara, mambo ya customer care, jinsi ya kuhudumia wateja, ubunifu katika biashara. Lakini na kitabu kingine kinaitwa Nguvu ya Kujua, kinaeleza mambo kumi na sita unaopaswa kuyajua na kuyazingatia ili ufanikiwe kwenye maisha yako. Kila kitabu changu kimoja ni shilingi elfu ishirini kasoro hiki, ndio elfu ishirini na tano. Unaweza kuwasiliana nami kupitia namba za simu hizi kupata vitabu vyangu 0744126640. Piga namba hizo au namba unazoziona katika screen kupata vitabu au kupata ushauri wa masuala ya fedha na biashara au kupata kutoa mafunzo kwako wewe au kwa wafanyakazi wako. Lakini pia unaweza kupata vitabu vingi vya masuala ya fedha na biashara hapa dukani kwetu Akili Plus Bookshop . Tuna vitabu vingi vya fedha kama hiki kinaitwa Intelligent, The Intelligent Investor. Sasa hiki ndio kitabu cha hisa, hiki ndio kitabu bora zaidi duniani kwenye masuala ya hisa. Ni cha Kiingereza, kwa wale mnaojua Kiingereza ni kitabu ambacho sio cha kukiacha hiki kitabu. Bwana amekisoma Warren Buffett, tajiri wa sita kwa sasa duniani na ndio mtu aliyefanikiwa zaidi kwenye uwekezaji wa masuala ya hisa. Amekisoma, na hapa juu ameandika, huyu tajiri wa sita duniani Warren Buffett by far the best book on investment ever written, kwa sasa ndo kitabu bora kuhusu uwekezaji kuwahi kuandikwa duniani. Hii kitabu Bwana Warren Buffett alipokuwa kijana alikisoma kwa zaidi ya mara kumi na moja, na sasa hivi amefanikiwa zaidi na amekitoa shuhuda ya kwamba hiki kimemsaidia sana. Ni original kabisa, utakipata dukani kwetu kwa sasa ni shilingi elfu hamsini lakini kuna vitabu vingine vya fedha duniani bora kabisa dukani kwetu kama Richard Pwadari, Richest Man ni Babylon, Psychology of Money na vingine vingine mbalimbali mbali kama vile Entrepreneur Mind, Riche, uh, kuna vitabu vya maswala ya leadership, The Leaders Eat Last, The Making of a Manager, tuna vitabu kama The Rules of Wealth, tuna vitabu kama Millionaire Next Door, Millionaire Fastlane na vingine vingi ving. Kupata vitabu vya dukani pia piga namba za simu unaziziona katika skrini. Asante sana, tukutane wakati mwingine. Nifuatilie kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene, hasa Instagram: Victor Mwambene, TikTok: Victor Mwambene, Facebook: Victor Mwambene. Na usiache kusubscribe, hiyo wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea madini kama haya. Asante sana.